Ni kwa wakati mwingine tena ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, Mwenyezi Mungu ameturuzuku uhai, tunakutana hapa kwenye chaneli yetu hii pendwa kabisa kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Leo mezani tunayo habari inayohusu vifo vya askari hawa wawili waliokufa kwa kupigwa radi kuwa gumzo nchini. Vifo hivyo vimezua gumzo, ambapo miongoni mwa Watanzania wameweza kutoa maoni yao baada ya taarifa kuhusu vifo vya askari hao. Kutoka miongoni mwa Watanzania hao wamepata nafasi ya kutoa maoni yao, huku kila mmoja akizungumza la kwake, huyu akizungumza hivi na yule akizungumza vile, lakini wengi wa waliotoa maoni yao baada ya vifo vya askari hao wameonyesha kufurahishwa na vifo hivyo, huku pia wakisema kwamba jeshi la polisi kwa sasa limejiondoa katika kulinda raia na mali zao, na kuwa watesi wa raia, jambo ambalo jeshi la polisi limekuwa likikanusha madai hayo, sambamba na kutoa elimu kwa umma kwamba jeshi hilo lipo kwa ajili ya kulinda raia na mali zao, na limekuwa likifanya hivyo siku zote. hapa kushoto ni Joseph Nyamoko, askari wa kituo cha polisi Mirerani wilayani Simanjiro mkoani Manyara, aliyefariki dunia kwa kupigwa na radi. Na hapa kulia ni askari Isa Masudi wa kituo cha polisi Mirerani wilayani Simanjiro mkoani Manyara, aliyefariki pia dunia kwa kupigwa na radi. Askari hao wawili wa usalama wa barabarani kutoka kituo cha polisi Mirerani wilayani Simanjiro mkoani Manyara wamefariki dunia baada ya kupigwa na radi wakiwa kazini. Tukio hilo limetokea wakati askari hao wakiendelea na majukumu yao ya kudhibiti usalama wa barabarani, ambapo ghafla mvua iliyokuwa ikinyesha iliambatana na radi iliyosababisha vifo hivyo. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Manyara kamishna msaidizi mwandamizi SACP Ahmed Makarani akizungumza na mwananchi digital siku ya Jumatano Mei 14 mwaka huu wa 2025, alithibitisha tukio hilo, ambapo askari wawili wa usalama barabarani wamefariki dunia baada ya kupigwa na radi. Kamanda Makarani alisema kuwa tukio hilo lilitokea Mei 13 mwaka huu wa 2025 katika mji mdogo wa Mirerani wilayani Simanjiro. Askari waliofariki dunia ni Joseph Nyamoko na Isa Masude, ambao walikuwa wakiendelea na majukumu yao ya kusimamia usalama barabarani wakati walipopigwa na radi, alisema. alisema kuwa askari hao walikuwa wakitekeleza majukumu yao ya kawaida ya kazi, lakini walijikuta katika hatari ya maafa wakati hali ya hewa ilivyokuwa mbaya. Kwa mujibu wa Kamanda Makarani, mipango ya kusafirisha miili ya askari hao wawili inaendelea ambapo mwili wa Isa Masudi utasafirishwa kwenda Pemba na mwili wa Joseph Nyamoko utasafirishwa kwenda Mwanza. Mwenyekiti wa mtaa wa Kilima Hewa, Andrew Nyambo, alisema kuwa askari hao walikuwa wakifanya kazi katika eneo lake na walijulikana kama watu wa kijamii waliokuwa wakishirikiana na jamii katika masuala mbalimbali. Nyambo alisema kuwa askari hao walikuwa na uhusiano mzuri na wananchi na hawakuwa na migogoro yoyote na jamii wakiwa nje ya majukumu yao ya kazi. Alisema kuwa Nyamoko ameacha mke na watoto wawili na Isa ameacha mke na watoto wawili. Shehe wa wilaya ya Simanjiro, Ramia Isanga ameungana na jamii katika kutoa wito wa kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Akisema kuwa hakuna ajuaye atakufa lini na hivyo ni muhimu kuishi maisha ya huruma na upendo. Ndugu zetu hawa wamefariki wakiwa kazini, ghafla tukapokea habari kuwa hawapo nasi tena. Tujitahidi kufuata mafundisho ya Mungu ili tuwe na mwisho mwema, alisema Isanga. Mkazi wa mji mdogo wa Mirerani, Ernest Lukumai alisema kuwa Nyamoko alikuwa muumini mzuri wa kanisa Katoliki na atakumbukwa kwa kumcha Mungu akisema kuwa walishiriki naye katika shughuli za kanisa na harusi yake. John Daniel mkazi wa mtaa wa Kilimahewa amesema alimfahamu Isa mwaka mmoja uliopita alipohamia kutoka Lindi. Isa alikuwa mtu mwema, mpole na mwenye utu. Tunamshukuru Mungu kwani kifo ni sehemu ya maisha yetu amesema Daniel. Elias Sayore mmoja wa mashuhuda wa tukio hilo amesema kuwa kabla ya askari hao kufariki, mvua ya wastani ilikuwa inanyesha na walikuwa wakimudu kuendelea na kazi zao kando ya mti. Radi ilipiga ghafla na kuwadhuru. Awali walikuwa watatu na dada mmoja askari ambaye aliondoka kwenda kutekeleza majukumu mengine, amesema Sayore. Hii ndo imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi nawe pia upate kuifahamu. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Lakini pia ni kuombe wewe ambaye unatazama video hii itumia japo sekunde moja kumwomba Mwenyezi Mungu alibariki taifa letu la Tanzania. Mwombe Mwenyezi Mungu awabariki viongozi wetu hasa kiongozi wetu mkuu wa nchi lakini pia mwombe Mwenyezi Mungu awabariki na kuwatia nguvu askari wote wa taifa letu ambao wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana ya kwa kuhakikisha ya kwamba usalama wetu unaendelea kuwa imara kila kukicha. Tumia sekunde moja tu, kwa maana sio kitu kibaya. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii. Hii hapa ni Habari Kiganjani. Endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.